Mungu Mwenyezi, tunakushukuru kwa zawadi ya mwana wako na wetu Yesu Kristu aliyetujalia ukombozi kwa njia ya ufufuko wake. Suraha hiyo ndiyo inayekutanisha hapa. Tunakuomba uwe nasi, Roho wako Mtakatifu atuongoze katika kazi hii ya kuchangisha fedha kwa ajili ya ujenzi wa hekalo lako, parokia ya Bikira Maria Consolata ya Nyota ya Asubuhi Gezaulole. Mungu Mwenyezi unatambua, katika mioyo yetu na mawazo yetu, tayari tuna ndoto ya kanisa kamili la parokia, lakini hiyo ndoto inahitaji sadaka na majitoleo. Naomba wako aguse mioyo yetu kama vile alivyokuwa tayari ameanza kuikusa kwa kuanza ujenzi huo ili kusanyiko hili iweze kufikia e, ile lengo inalotarajia kulipata katika mbele. Tunakuomba Mungu Mwenyezi usimamie zoezi hili, tunakuomba tudumishe katika upendo wa kazi hiyo njema, tujalie pia e, mafanikio aa skuli ili tangazwa kuwa parokia kamili rasmi tarehe saba Julai mwaka elfu mbili na ishirini na moja kama ipekuani mtoto. Sisi tabibu mezima huu mtoto leo anditekea asubuhi, ana miaka mitatu, miezi kumi na siku kumi na nane na umri huu mtoto huweza kukimbia, anaweza kutembea, anaweza kupanda ngazi akashuka, anaweza kuendesha baiskeli. Sio tu miaka matali mawili lakini hata matari matatu, lakini bado ni mtoto, mtoto, ni wetu wapendwa sana mlioko hapa, ili huyu mtoto aweze kukua, kustawi. Sasa maendeleo ya kakia ni ya kipaumbele, na yako masuala kadhaa ambayo tunafanya leo. Lililotuleta ni linalohusiana na ujenzi wa kanisa, lakini sambamba na ujenzi wa kanisa wale pamoja na miundo miundombinu mingineo. Mradi huu wa ukubwa, ukubwa wake katika mkakati wetu wa miaka mitano my ambazo sasa hivi tunautekeleza Tanzania bilioni tatu pointi tisa, lakini basi hili kanisa letu

basi wanaweze kufanya zoezi hili ambayo ni muhimu katika afya ya binadamu, uh, kwa staha na kwa faraha. Tumsifu Yesu Kristu. Basi katika skrini zenu mtaona picha ambayo inafuata inaonyesha tu muhtasari kwa kifupi kwamba ujenzi wa hili kanisa letu uh, gharama yake kuu ni shilingi za Tanzania bilioni mbili nukta mbili. Upande wa kushoto wa hiyo picha kwenye skrini inaonyesha zile hatua ambazo tayari zimekamilika na upande wa kulia hatua ambazo zitafuata. Zile ambazo zimekamilika kwa sasa, msingi tayari yatusha kukamilisha kulipa takriban milioni mia tatu ya Tanzania uh, taslimu uh, uh, na pia ujenzi wa nguzo ambazo zilikuwa zina gharimu uh, takriban milioni mia saba hizi tayari uh, tumeshalipia na tumecommit hizo uh, resources katika kumalizia muzili kusema kwamba hizi hatua zimekamilika kwa asilimia mia msingi asilimia uzi tumeweza kuzikusana na tumemaliza hiyo hatua, na sasa kinachoelekea ni kilichopo upande wa waia moyo jea, ambapo tunapanga sasa kwenda kwenye hatua ya paa na kuwezeka, ambayo gharama zake ni shilingi za Tanzania ya kuwezeka makisio yetu ni shilingi za Tanzania milioni mia tano. Na hizi ndio ambazo tumeona kutoke kwenda kwa wenzetu na familia zetu na marafiki zetu tuweze kushikana mkono. Ni muktasari mkupu kwa kusema kwamba milioni mbili pointi mbili ndio za kanisa mbili, mskutatu

katika wingi wa vitu alivyo navyo. Then he says to them, watch out, be on your guard against all kind of greed, life does not consist, life does not consist in an abundance of possession. Uzima wetu hautokani na mali nyingi ambazo tunazo. Sasa kuna

tunaweka tunawekaeibalimbali ndivyo tunavyotakiwa kujilinda na choyo choyo. A, kuna mahali mstari mmoja unasema jiaraili, usije ukamsahau Bwana Mungu wako, baada, angalia utakapokuwa umekula, utakapokuwa umeshima, utakapokuwa umejenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake. Mungu hukutubariki tukamsahau. Ndio maana anasema jilindeni na choyo, akasema uzima wa mtu haupo katika wingi wa vitu alionayo, life does not consist in an abundance of our possession. Uzima wetu tunao uzima, haupo katika wingi wa mali tulizo nazo. Unaweza ukawa na mali nyingi, kwa hiyo huo uzima usio nao. Tusipange kosa Moyo isije ikajazwa na tamaa za pesa mpaka tukamsahau Mungu. Akawaambia, shamba la mtu mmoja tajiri lilikuwa kwa hiyo, kwa sababu hajatajwa jina huyo mtu siku ya leo

kwa hiyo kila mmoja walio hapa, kuna kitu ambacho ni fertile na productive. Sasa huyu mtu baada ya kuwa fertile na productive akaanza kuwaza menewake, akasema sina mahali pa kuweka akiba mapomeao acha, ni nina mali nyingi, nisiweke wapi?

Sisi siongeleni sana aawaau achangienyewe Mungu akamwambia mb. Majumba makubwa tulionayo, kuna siku tutayacha. Mali mingi tulizonazo, kuna siku tutaziacha. Magari yote mazuri tulionayo, mashamba tuliona, uwekezaji tulionao, elimu zote tulizonazo tukagaania taishiiree. Tukipata nafasi kama hii, tuitumie vizuri kwa ajili ya kazi ya Mungu tunapoona juu ujenzi unavyoendelea kama hii. Milioni mia tano tunaamini tunaweza tukaipata usiku wa leo, kutokana na watu lenefu ambao wamekuja mahali hapa. Mungu awabariki sana.